Kisigino, nataka nikwambia ya kwamba katika laana hii, Mungu alikuwa na mpango wa ukombozi wa mwanadamu kupitia Yesu Kristo. Mungu alikuwa na mpango wa kumkomboa mwanadamu, licha ya kwamba mwanadamu alikuwa amepoteza matumaini, alikuwa ameondoka katika nafasi ya Mungu, alikuwa ameingiliwa na hofu kwa sababu ya dhambi, licha ya hofu, licha ya aibu. Lakini Mungu bado alimpenda mwanadamu kwa sababu amemumba kwa sura Adina, na mfano wake, nataka nikomie, sioni leo, wakati Mungu anatamka laana pale Adina, ilikuwa ni tumaini na ukombozi wa mwanadamu licha laana kuwekwa, lakini Mungu bado alimpenda mwanadamu, na wewe sioni leo Yakini unaishi katika hali ya mateso Amina. Unatembea katika vifungo vya zambi Amina. Nataka nikutangazie yakombo, niko tumaini la ukombozi kwa mwanae Yesu Kristo aliyasimama kifo na mauti, aliyeingia galamo Amina, kwa sababu ya zambi zako na zangu. Nataka nikutangazie mtu wa mahali hapa, niko tumaini kwa Yesu Kristo. Mungu aliona mwanadamu, matumaini yamepotea usia ili Mungu bado alianza mpango wa kumtafuta mwanadamu, na ndio maana katika kitabu cha Yohana sura yake ya tatu mstari wa kumi na sita andiko yananiambia ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu wa mwamini asipotee, bali awe na uzima milele. Liko kusudi tu ya maisha yako mama, liko kusudi tu ya maisha yako mama maisha yako dada, unanisikia? mali hapa. Yesu Kristo alikuja ili kutafuta kilichopotea, ili kurejesha mahusiano yaliyopotea pale Edeni. Nataka nikuambie ya kwamba maisha maisha unayoishi ya dhambi siyo salama. Salama yako ni kumwamini Yesu, salama yako ni kuokoka, salama yako ni kumkubali Yesu Kristo afanyike wokovu wa maisha yako. Yeye bado anakupenda na tumaini bado liko, yeye aliyekufia msalabani, yeye aliamua kulipa gharama ili akutoe katika vifungo ulivyonavyo, akutoe katika vifungo ulivyonavyo, akutoe katika magonjwa uliyonayo, akutoe katika mateso uliyonayo. Wakati mwingine unatafuta usalama katika ndoa lakini salama ya maisha yako iko kwa Yesu Kristo. Nachiona leo ni kama kutangaza ukombozi wa Bwana Yesu, yeye aliyekufa. Nachiona leo kuna mtu mmoja aliyemkusudia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambia ya kwamba katika hali ya mateso ulio nayo, Yesu ameona mateso yako, Yesu ameona msiba wako, na jioni ya leo Yesu anakuita, anatamani akutoe katika vifungo ulivyo nayo. Haleluya! Haleluya! Haleluya! Nataka nikwambia ya kwamba huyu Yesu tunayemhubiri sio Yesu tunayembatiza ni Yesu aliyekufa akafufuka akakubali kulipa gharama, akakubali kuingia gharama, ili wewe akutoe katika vifungo ulivyo navyo. Nimekuonyesha ni namna gani dhambi ilivyoingia ni pale Adamu alipo